Karibu tena Pop Recaps na leo tunaanza kazi mpya, lakini kabla hatujaendelea, ningependa tuweke lengo la likes elfu moja katika video. Najua inaonekana ngumu, lakini naamini mtaweza. Movie inaanza na Ann anayefanya kazi katika duka la kifahari la kimataifa. Siku moja kazi zinakuwa nyingi kupita kawaida. Mteja mmoja anaingia kununua saa, hivyo anamwonyesha ile ya kifahari kuliko zote iliyojaa almasi kila upande. Mteja anajaribu kuivaa mkononi, kisha anaomba aone saa aina nyingine, na mwisho ananunua hiyo badala yake. Mwisho wa siku wafanyakazi wanapofanya hesabu za bidhaa wanagundua kuwa saa ya almasi imepotea. Ann anaeleza kuwa leo alikuwa nahusika na sehemu hiyo, hivyo wote wanaenda kuangalia kamera za usalama. Wanamuona yule mteja ka dukani akiwa ameshika ile saa ya almasi mkononi. Cha kushangaza ni kwamba alifunika kamera moja kwa moja, ishara kuwa alijua ilipo na hakujali. Wafanyakazi wanasema watamjulisha meneja au hata polisi, lakini Ana anakumbuka kwamba mapema siku hiyo CEO anayemfaramu alimkaribisha mteja huyo huyo. Kwa hivyo anawaambia wenzake wasiripoti chochote, na anasema anaweza kumfikia mtu huyo na kurudisha saa. Anapata kadi ya biashara kutoka kiwandani kwake. Mteja huyo anageuka kuwa mwanaume mwenye nguvu na ushawishi mkubwa nchini, anaitwa Jean. anaenda kiwandani ake naonakutana naye anamkaribisha kwa utulivu. Anamwambia, sijasema saa iko kwangu mrembo, nilimpa mtu kama zawadi. Akiipenda nitanunua mara moja. An anamwambia kama saa haitarudi leo itakulazimu inunue kwa mujibu wa sheria za duka. Anamjibu hakuna shida, utapata majibu leo. An anamkabidhi kadi yake na kuondoka. Mwisho wa siku Jin anamtumia anwani. Anaenda huko na anapewa saa. Anapoiangalia kwa makini, anaona mkanda wake una mkwaruzo. Anamwambia kuwa mkanda umekwaruzika, hivyo haiwezi kuuzwa tena kwa mteja mwingine anamwambia anaweza kumuuzia mkanda pekee, naye anakubali na kuununua pia. Anamwomba akae kwanza waongee. Wakati huo rafiki yake Sue anampigia, lakini Anne anakata simu. Anamwambia kuwa Sue ni mwandishi na mchoraji anayeandika hadithi za watoto ambazo kila wakati huishia vizuri, ingawa maisha yake halisi hayampi mwisho wa furaha kama hadithi anazotengeneza. Wakati huo Jin anatazama saa iliyoning'inia ukutani akiwa na uso wenye huzuni. Anamwambia Anne achague saa nyingine siku nyingine. Anne anaelewa na kuondoka mara moja. Siku iliyofuata, akiwa kazini, Ann anamwona mume wa Sue dukani. Ananunua mkufu kama zawadi kwa mke wake na anamsalimia Ann kabla ya kuondoka. Ann anakumbuka kuwa hakupokea simu ya Sue ya jana na anapanga kumpigia baadaye. Wakati huo huo, mteja mmoja anampigia. Ann anaenda kwenye chumba cha kujaribia nguo na kumkuta mwanamke amekaa sakafuni akiomba msaada kufunga gauni lake. Ann anapomsaidia, anaona mgongo wa mwanamke huyo umejaa michubuko. Mwanamke anamwangalia na kumwambia kuwa alihisi kitu tofauti juu yake. Ann anamkaribia na kutaka kuzungumza naye lakini ghafla mume wa mwanamke huyo anaingia, anamchukua mke wake na kuanza kuondoka. Ann anapendekeza waende kwenye sehemu ya viatu ili amsaidie kwa faragha, lakini mume huyo anakataa na kusema, unajua vipimo vyake, tuma tu chochote anachohitaji nyumbani. Anamchukua mke wake na kuondoka. Mwanamke anamwangalia Ann kwa macho anayoomba msaada kimyakimya, lakini Ann hawezi kufanya chochote. Baadaye Ann anakutana na meneja wake ambaye anamwambia kuwa mume wa mwanamke yule ameacha zawadi zenye thamani ya laki tano kwa ajili yake akisema, hii ni kwa jinsi ulivyomsaidia mke wangu anashangaa kwa sababu hakufanya chochote cha maana. Anamaliza zamu yake na anaenda mazoezini, lakini akili yake imesheheni mawazo akifikiri, kwa hiyo amenilipa ili nikae kimya. Kwa kweli hilo lininifanya nielewe kuwa kujifanya mjinga wakati mwingine kuna faida. Anajisikia vibaya na kukasirishwa na nafsi yake. Anapoenda kwenye chumba cha kubadilishia nguo, anahangaika kufungua kabati lake. Ni wazi ana kumbukumbu mbaya kutoka utotoni. Anakuta ujumbe kutoka kwa kaka yake akimkumbusha kuwa kesho ni siku ya kuzaliwa ya mama yao. Anaenda nyumbani na kumpigia simu mama yake. Kesho yake anaenda kwao kusherehe Wanakaa wote pamoja kula: mama yake, baba yake, kaka yake na yeye. Wakiwa katikati ya kula, baba yake anaomba aletewe keki. Mama yake anamwambia kuwa bado mapema kwa sababu bado wanakula chakula cha mchana. Baba yake anakasirika na kumjibu kwa ukali. Anne anaona kila kitu. Baada ya kumaliza kula, wanaendelea na sherehe ya siku ya kuzaliwa. Baadaye, Anne anaenda chumbani kwake, lakini anasikia sauti za watu wakipaza sauti. Anatoka nje na kusikia wazazi wake wakigombana na sauti ya kupigana. Anakimbilia chumbani mwao akimkemea baba yake, akimuuliza kama bado anampiga mama yake, na akimkumbusha kuwa anajua mama yake aliwahi kujaribu kujiua kwa sababu yake. Anakumbuka siku alipokuwa bado mwanafunzi na siku moja alirudi nyumbani na kumkuta mama yake akijaribu kujidhuru. Siku inayofuata alimchukua baba yake kwenye gari akijifanya anampeleka kazini, lakini badala yake akampeleka kwenye kituo cha polisi. Alimwambia anahitaji ishe na kukiri yote aliyowahi kufanya, kisha akaondoka akimwacha hapo. Akiwa njiani, anakumbuka akiwa shuleni na jinsi marafiki zake walivyopenda kucheza karibu na madirisha, lakini yeye alikuwa na mshtuko mkubwa kuhusu madirisha. Alikuwa akikimbia na kuyafunga yote kwa nguvu. Marafiki zake hawakuelewa, ila Sue ndiye aliyemwelewa na alikuwa akimtuliza kila wakati. Anne anakumbuka bado hajazungumza na Sue, hivyo anaenda nyumbani kwake na kumwachia ujumbe kwamba alipita kumwona. Anagonga mlango, lakini hakuna anayejibu, kisha anaona kifurushi kimepelekwa mlangoni kwa Sue. Anataka kuondoka lakini anamwona Su akifungua mlango kuchukua kifurushi na kufunga mlango haraka. An anakimbia kwake na kumpigia simu tena, anasikia simu ya Su ikilia ndani. Anamuuliza kwa nini hapokei simu na kwa nini anamkwepa. Su anazungumza kupitia nyuma ya mlango na kusema tafadhali ondoka sasa, tutongea baadaye. Lakini ghafla mama yake Su anafungua mlango na kusimama akimtazama An bila kusema chochote. Wakati huo kumbukumbu zote za utotoni za An zinamwingia akilini, ugomvi wa wazazi, yeye na mdogo wake wakijificha kwenye kabati, hofu, makelele Ann An anaondoka na kwenda kwenye mgahawa. Anakaa peke yake akinywa ya akiwa amepotea kwenye mawazo, akimkumbuka Suu, urafiki wao na siku ya ndoa ya Suu. Anapoamka anajikuta katika ofisi ya Jin. Anamwambia nilikuambia uje kubadilisha mkanda wa saa. Anaendelea, mmiliki wa mgahawa aliniambia nije kukuchukua mwenyewe kwa sababu ulikuwa unasumbua watu na kisha ukazimia. Anamwangalia na kumuuliza, kuna mtu alikupiga au ulikuwa unaona vitu visivyokuwepo siku kukucha?" Ana anajibu utafanya nini ukiambiwa mtu wa karibu yako ananyanyashwa. Uso wa Jin unabadilika mara moja wanapotoka mfanyakazi mmoja wa usafirishaji anaingia na an anashangea sana kwa sababu anafanana kabisa na mume wa Sue. Anaondoka haraka na mwisho wa siku anarudi kwa Jin na kumpa mkanda mpya wa saa. Uso wa Jin unalainika na anamwambia anataka kumpeleka chakula cha mchana. Wanaenda kula pamoja. Wakiwa mgahawani, anasikia habari kuhusu yule mteja aliyemsaidia dukani, yule mwanamke aliyekuwa na michubuko mgongoni. Ripoti inasema mwanamke huyo alijirusha mbele ya gari la mume wake na kufa. Mfanyakazi mwenzake anampigia simu kumwambia wote wanaenda kwenye mazishi kwa sababu al alikuwa mmoja wa wateja wao muhimu sana. Anne anatetemeka na kujilaumu, anahisi hatia kwa kupuuza ishara ya kimya ya mwanamke huyo aliyokuwa anaomba msaada. Anampigia simu mama yake kuhakikisha yuko salama, kisha anampigia Sue, lakini Sue hajibu. Anne anaamua lazima amwone mara moja kabla hajaondoka. Gina anamwambia kuwa yule mwanamke alipaswa kumaliza maisha ya mume wake badala ya kutumia maisha yake yote kuteseka, hivyo maneno yake yanamkalia Anne kichwani. Anne anakimbia kwenda nyumbani kwa Sue, anaingia na kumkuta Sue akiwa tayari kujidhuru. Sue anamwambia hawezi kuendelea kuishi, kwamba anahisi mume wake siku moja atamuua, kwa hivyo ameamua kumaliza kila kitu mwenyewe. Ana anamjibu hapana, hapana, si kwa njia hii, sisi hatufi, tutammaliza yeye. Sasa hadithi inarudi nyuma na kuonyesha tukio lile lile lakini kwa mtazamo wa Su. Su alikuwa kwenye uwanja wa ndege akinunua tiketi ya kuondoka nchini. Siku iliyotangulia alitoka na mama yake na kutumia siku nzima pamoja. Akiwa anasubili ndege, anapokea ujumbe kutoka kwa mume wake, video ya mume wake akimdhuru ya mama yake. Anaendelea kumpigia lakini Su anakataa kujibu, anavunjika moyo kabisa lakini bado anajaribu kuendelea. Kisha anapiga tena na kumwambia, una masaa mawili kuanzia sasa. Mara moja, Sue anakimbia kurudi nyumbani. Anapoingia ndani, anamkuta mama yake tayari amekufa. Ya Sue anaanguka chini na kulia bila kuweza kujizuia, lakini anaposikia sauti ya funguo mlangoni, mwili wake unaganda kama mwanajeshi aliyefundishwa kuficha hisia. Mume wake anaingia kwa utulivu, baada ya yote, anamkabidhi maua kana kwamba hakuna kilichotokea. Anamshika mkono na kumpeleka chumbani kwao. Sue hana hata chembe ya hisia iliyobaki ndani yake. Siku iliyofuata Sue anamwandalia mumewe juisi na kumpelekea ofisini. Tunagundua kuwa yeye si mnyanyasaji tu, ana tabia kali za ulazimishaji. Anakasilishwa tu kwa sababu glasi imewekwa katikati kabisa ya trek. Kisha anaona jeraha kwenye uso wa Sue. Kwa upole wa uongo, anampaka dawa. Sue anaomba msamaha na yeye anamwambia, hata ungeenda wapi ningekupata popote ulipo. Baadaye anaondoka kwenda kazi. Mara tu anapoondoka, Sue anameza dawa yake ya kutuliza mawazo aliyokuwa ameificha. Anaingia kwenye chumba kidogo cha siri ukijenga ndani ya nyumba, analala mule na usingizi unamzidia. Anapoamka anatetemeka kwa hofu, kwa sababu muda wa mumewe kurudi umekaribia na hajapika chakula cha jio. Anaingia katika hali ya taharuki, akihangaika kukimbia kila kona ya nyumba. Kabla mume wake hajasema neno, Sue tayari ameanza kuomba msamaha. Anamwambia ana surprise. Analeta kamera na kuiweka sebuleni, kisha anakaa kula huku akisema kwa kejeli kuwa anaomba msamaha kwa kuharibu mimba wiki iliyopita. Ghafla anamgeuzia kesi akisema, hii ilikuwa kosa lako, kama ungelisema mapema kuwa ulikuwa mjamzito, haya yote yasingetokea, na hata hivyo sikukupiga tumbo sana. Su anaomba msamaha tena na kusema hata yeye hakujua alikuwa mjamzito. Anamjibu kwa ubaridi, sawa na kupenda. Su anatoa tabasamu dhaifu na kusema najua tunamwona Su akijaribu kumpigia Ann lakini kwa sababu alikuwa amejeruhiwa na analia alikata simu. Siku inayofuata Su anasafisha vitu vya mama yake ili avihifadhi baadaye. Mumewe akiwa anakula chakula cha jioni anamwambia kuwa amemwona Ann dukani leo na kusemo, yule mwanamke ananikera, asiwe tu karibu kila mara. Kisha anampa Su zawadi alionunua kwa ajili yake. Su alaipenda na kuiweka kwenye kabati pembeni ya zawadi nyingi nyingi. Zawadi hizo zote ni ukumbusho wa ni mara ngapi amemuumiza; kila baada ya kumpiga huwa anamletea zawadi. Baadaye anamwambia kuwa wanatoka na anamsaidia kuchagua nguo. Kila anapojaribu nguo mpya, michubuko inaonekana. Hatimaye anapata vazi linaloficha michubuko yote. Wanakwenda kwa mamamkwe. Sue anakaa na kusikiliza mamamkwe wake akitoa hotuba kuhusu ukatili wa majumbani, akisisitiza jinsi wanawake wanapaswa kusaidiana na kukomesha unyanyasaji wa aina hiyo. Mwanawe huyo mwenye matatizo ya akili anasikiliza kwa majivuno, kana kwamba si yeye anayefanya unyama huo. Na leo naomba tuishie hapo. Sehemu ya pili itakuwa hewani mapema kesho. Nawakumbusha tu msiache kulaiki kazi zetu. Hadi wakati mwingine, bye bye.